Kwa majina naitwa Dkt Mazina. Aa, ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Aa, niko katika hospitali ya mkoa wa Tanga Bombo. Tujifunze kuhusu uh, infertility ambao kwa Kiswahili ni ugumba au utasa. Aa, ni ugonjwa ambao unaweza ukaathiri viungo vya uzazi vya mwanamke au viungo vya uzazi vya mwanaume. Kwa hiyo ugonjwa huu uko kote kote, ugumba utasa, anaweza akaupata mwanaume au anaweza akaupata mwanamke. Umegawanyika uh, katika aina mbili. Kuna aina ya kwanza tunasema ni uh, primary infertility, ambao hii inatokea pale ambapo Uh, wanandoa wamekaa katika ndoa kwa mwaka mmoja bila, ku, bila mimba kupatikana. Na aina ya pili inaitwa secondary infertility, aidha mwanaume au mwanamke. Mwanamke ameshawahi kubeba ujauzito lakini baadaye akawa aka, anahitaji aka tena kubeba akawa hapati, na mwanaume hivyo hivyo alishakuwa na uwezo alishasababisha mimba lakini baadaye ikatokea kwamba hawezi tena kusababisha mimba. Hiyo tunaita ni secondary infertility, ambao kote inatokea kote kwa wanawake na kwa wanaume. Sababu zinazoweza kusababisha uh, infertility au gumba uh, asilimia 40 sababu zinasababishwa na mwanaume Asilimia arobaini nyingine sababu ni uh, wanawake. Asilimia kumi sababu tunachangia, anaweza akawa kidogo ni sababu ni mwanaume na kidogo ni mwanamke, hizi asilimia kumi. Lakini asilimia kumi nyingine tunasema kitaalam unexplained. Hii inapatikana baada ya kufanya uchunguzi wa kina kwa mwanaume na uchunguzi wa kina kwa mwanamke uh, tukagundua kwamba hawa wote hawana tatizo lolote, ndio tunaipata hii uh, sababu ya, ya mwisho ambayo tunasema unexplained. Lakini sababu hasa kwa mwanamke uh, nitazigawanyisha sababu za mwanamke, sababu gani zinasababisha apate utasa, ugumba, infertility, na pamoja na mwanaume. Tunaanza, tukianza na mwanamke, sababu ni kama Uh, viungo vyake vya uzazi kwa mfano kama kukiwa na changamoto katika viungo vyake vya uzazi, aidha kuanzia kwenye shingo ya kizazi kama kuna changamoto, kizazi chenyewe kukiwa na changamoto uh, mirija ya uzazi pamoja na mayai kama kuna changamoto katika viungo hivyo vya uzazi, anaweza akapata ugumba au utasa. Uh, lakini vile vile kuna mfumo mwingine ambao ni nje ya viungo vya uzazi, tunasema ni mfumo wa homoni, ambao mfumo wa homoni chanzo chake inaanzia kichwani. Uh, kichwani tuna uh, hypothalamus tuna pituitary. Kuna homoni ambazo zinatengenezwa huku ambazo zinasaidia uh, katika, ku, katika kupevusha mayai, kutengeneza mayai. Uh, kuyakuza pamoja na kuyapevusha. Sasa mfumo huo pia ukiwa kuna changamoto uh, anaweza akapata hili tatizo la ugumba au utasa. Lakini sababu kwa upande wa wanaume uh, sababu tunazigawanya katika makundi matatu, kundi la kwanza tunasema pre testicular cause uh, testicular cause na post testicular cause. Uh, tukisema testicular tunamaanisha korodani Uh, pretestikula tunamaanisha ni nje ya korodani lakini hasa hasa ni katika uh, tezi ambalo linapatikana katika ubongo. Tuna tezi ambalo ni hypothalamus pamoja na pituitary, vile vile kama vile ambavyo kwa mwanamke kwa upande wa, wa homoni, hilo tezi kukiwa na shida uh, halitoi zile homoni za inavyotakiwa homoni ambazo zinaenda kusaidia katika utengenezwaji wa mbegu katika korodani a, lakini vile vile zinaenda kusaidia katika kutengenezwa homoni inayoitwa testosteroni ambayo pia inasaidia katika utengenezwaji wa mbegu. Kwa hiyo kama kukuwa na changamoto katika upande wa ubongo kwenye hizi tezi, pia kunakuwa na shida katika utengenezwaji wa mbegu za kiume. Lakini vile vile tukija katika testicular causes Uh, hapa kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavizungumzia. Uh, cha kwanza an, mtoto anapozaliwa anatakiwa zile korodani mara nyingi zinakuwa ziko tumboni. Alafu baadaye akizaliwa zinakuwa zinashuka. Sasa inatokea mtoto ame, ame, amezaliwa alafu zile korodani zikachelewa uh, kushushwa. Inatakiwa ndani ya mwaka mmoja ziwe zimeshushwa. Kama hazikushushwa, zina zinaharibiwa kwa sababu zile korodani uh, zimetolewa nje kwa sababu zinataka nyuzi joto chini ya nyuzi joto 37. Kama tunavyojua joto letu la mwili ni nyuzi joto thelathini na saba. Kwa hiyo ili kiwanda kile cha mbegu za kiume ndani ya korodani kifanye kazi vizuri, tunataka nyuzi joto chini ya thelathini na saba. Ndio sababu zikawa ziko nje kwa hiyo itakapotokea kwamba uh, kuna joto la zaidi ya hapo, kile kiwanda kitakuwa hakifanyi kazi vizuri. Lakini vilevile vile kuna changamoto ya uh, vinasaba au tuseme genetics uh, au kromosomu. Unakuta katika maumbile uh, mwanaume ili, ili mwanaume awe mwanaume na kile kiwanda kifanye kazi vizuri cha kuzalisha mbegu, kinatakiwa kuwe na x na y chromosome, lakini anaweza akazaliwa mwanaume anakuwa na extra, anaweza akawa na xxy au anakuwa na xyy. Sasa ikitokea hivi kunakuwa na changamoto katika utengenezwaji, inakuwa sio, uh, sio kitu ambacho kinatakiwa katika utengenezaji wa mbegu tunataka iwe xy. Sasa ikiwa zaidi au pungufu kunakuwa na mapungufu ya utengenezwaji wa mbegu. Kitu kingine kuna kitu naita varicocele Variko seli ni, ni hali ambayo mishipa ile ya, ya damu kwenye, kwenye korodani inakuwa imetanuka. Uh, tuna, kama tunavyofahamu uh, damu ikishaenda kwenye korodani ikishatumika inatakiwa irudi. Sasa unakuta damu inaenda pale inajikusanya kwa sababu uh, zile valvu ambazo zina, zinatakiwa damu ikishaingia kule ikishatumika wakati inarudi zifunge sasa zile vavu zinakuwa ziko luzi, kwa hiyo damu ile ikishuka imeshuka, na kama tunavyojua damu inasafirisha joto, na joto hilo halitakiwi, joto jingi kule kwenye, kwenye korodani. Kwa hiyo damu inajikusanya kule, kukawa na varikoseli, damu inajikusanya baadaye, inaathiri utengenezaji wa wa mbegu za kiume. Uh, swala jingine ambalo inaweza ikasababisha, uh, kwa upande wa testikula ni maambukizi. Maambukizi, kuna kitu tunaita mumps. Mumps ni, ni virusi ambavyo vinashambulia matezi ya mate, lakini vilevile inaweza kwenda kushambulia katika uh, korodani na ikashambulia kiwanda cha mbegu, kukawa kuna changamoto pia ya utengenezwaji wa mbegu. Sababu za uh, infertility ziko nyingi sana um, lakini kuna sababu nyingine ambazo za, za kimazingira: mazingira yetu tunaoishi, vyakula tunavyokula. Uh, kwa mfano uvutaji uh, wa sigara pia ni changamoto katika swala zima la uzazi, na, na mbegu za kiume. Unywaji wa pombe pia uh, una athari kubwa katika uh, viungo vya uzazi lakini pamoja na katika utengenezaji wa mbegu za, za kiume. Uh, unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara vyote vimeonekana kwamba vinaleta athari uh, katika swala zima la uh, viungo vya uzazi uh, lakini vilevile vile unene kupita kiasi pia ni changamoto katika swala zima la uzazi. Ndio sababu ukija kwenye kliniki yetu, lazima tutakupima uzito wako, tutapima na urefu wako ili tuweze kujua ile tunasema kitaalamu BMI Uh, ni uko uh, katika hali gani je? uh, urefu wako unaendana na uzito wako? Kwa hiyo uh, ni vitu kama hivyo, sababu zipo nyingi, lakini uh, chache ndi, ndio hizo ni, ni wakati gani tunaweza tukasema sasa uh, hawa wateja wa, wa, wa wetu wana infertility ni baada ya wanandoa kuishi pamoja kwa muda wa mwaka mmoja, wanakutana wanavyopenda wenyewe, aa, bila kutumia njia yoyote ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo mwaka ukiisha haijatokea mimba, ndio tunasema sasa ni tunaiita primary infertility, lakini pia ni wakati wa kufanya uchunguzi aa, hao ni kwa wale wateja wetu ambao wana umri chini ya miaka thelathini tano miaka 35 mpaka arobaini tunawapa kipindi cha miezi sita na wenyewe wawe wanakutana wanavyopenda wenyewe bila kutumia njia yoyote ya uzazi wa mpango. Ikifika miezi sita mimba haijapatikana, uh, wanatakiwa waje kwa ajili ya uchunguzi. Uh, miaka arobaini na kuendelea ni wakati wowote wanatakiwa kuja kwa ajili ya uchunguzi. Mara nyingi uh, swala zima hili la infertility au ugumba uh, katika jamii yetu tunafahamu kwamba ikitokea changamoto kama hiyo, tunajua kwamba mwenye shida ni mwanamke. Lakini kama tulivyoona uh, shida hii ni, ni kwa wote na tuko sawa kwa sawa kama mlivyoona asilimia zangu ni nilizozungumza kule nyuma, tuko sawa kwa sawa. Kwa hiyo inavyotokea wanandoa mmepata changamoto hiyo A, tunaomba mfike wote, make mara nyingi tunaona mwanamke ndio anatumwa kwanza aje a, lakini katika kliniki yetu tunapenda na ndio inavyotakiwa na inavyoshauriwa kwamba mnakuja wote wanandoa, kila mmoja ana vipimo vyake. Uchunguzi wa awali kwanza, a, kwa wenza hawa, kuna uchunguzi wa mwanaume. Mwanaume kipimo chake cha awali, tunapima mbegu ambapo uh, tunamtaka akae uh, siku mbili mpaka saba, lakini wastani ni siku mbili mpaka tatu wakae bila kukutana, na anakuja kufanya hicho kipimo cha mbegu kwa, kwa njia ya masturbation. Uh, kwa upande wa mwanamke uh, vipimo vyake ni, ni vingi inategemea na, na baada ya kuchukua historia yake kuzungumza naye Uh, tunaweza kujua kwamba tunaanza na kipimo gani, lakini kipimo cha awali kabisa ambao na mwanamke tunaweza kumfanyia ni uh, uh, ultrasound ya kujua, kuona viungo vyake vya uzazi vikoje na nini, ndio kipimo na yeye mwanamke cha awali, lakini hivi vipimo vingine vinaweza vikafuata kulingana na, na maelezo yake. Pia kwa wote ambao wana changamoto uh, za uzazi kwa wenza wote ambao wana changamoto za uzazi, changamoto za infertility au ugumba, kwa aidha mwanamke au mwanamume uh, tunawakaribisha waje katika hospitali yetu ya Bombo. Tuna kliniki maalum ambayo inahusika na masuala ya infertility ambayo inafanyika siku ya Alhamisi asubuhi Kliniki tutazungumza na wewe uh, tuna uchunguzi tutakufanyia wa awali, tuna vipimo uh, tutajua shida yako na tutakuelekeza tiba sahihi ambayo unaweza ukafanya.